Uhali gani mdao na mfuatiliaji wa chaneli hii ya Moshiro Online TV, na kama ni mara yako ya kwanza pia kupata video zetu, ni kukumbushe kushuka chini ya video hii na kugusa hayo maandishi mekundu ambayo yameweza kuandikwa subscribe pamoja na alama ya kengele ili uweze kuwa mwanafamilia wa chaneli hii ambaye habari zote za kispoti na kiburudani zitakuwa zikikufikia popote pale ulipo. Siku ya leo nimekuletea sababu kuu ambazo ziliweza kupelekea timu ile ya Simba Sport Club kuweza kumsajili golikipa Moroko ambaye anajulikana kama Ayoub Lakred. Na kigezo cha uzoefu wa mashindano ya kimataifa kimeonekana kuwa sababu kuu iliyoshawishi timu ya Simba Sport Club kumsajili golikipa Ayoub Lakred kutokea kule Far Rabat ya kule nchini Morocco ambaye siku ya jana timu hiyo iliweza kumtambulisha rasmi kama usajili wao mpya wa mwaka 2023 2024. Golikipa huyo mwenye umri wa miaka 28, raia wa Morocco, amecheza idadi ya mechi 16 za Kombe la Shirikisho Afrika ambazo ameruhusu nyavu zake kutikiswa mara 12 na michezo na 8 alimaliza bila kufungwa goli. Mbali na Kombe la Shirikisho Afrika, kipa huyo mwenye urefu wa mita 1.86 amecheza mechi moja ya mashindano ya klabu bingwa kwa timu kutoka katika nchi za Kiarabu, mechi 97 za ligi kuu kule nchini Morocco, na mechi 6 za Kombe la Throne na katika mechi 97 za ligi kuu ya Moroko ambazo amecheza Lakedi ameruhusu nyavu zake kutikiswa mara 81 huku akicheza mechi 38 bila kufungwa bao lolote. Timu ya Simba imeweza kumsajili Lakedi kwa ajili ya kuwaongezea nguvu Ali Salim Hussein, Abel na Feruzi Telu katika kipindi hiki ambacho inamkosa kipa wake chaguo la kwanza Aish Manula. Na golikipa huyo Moroko aliweza kutambulishwa siku ya jana saa saba mchana, maneno ambayo yalisomeka karibu Msimbazi Ayub Lakedi, iliandika Simba katika ukurasa wake ule wa Instagram. Lakedi anakuwa mchezaji wa 11 kusajiliwa na Simba katika dirisha hili kubwa la usajili, wengine wakiwa ni Chemalon David Kameta, Louis Mixon, Will Onana, Aubin Gramo, Hamis Abdalla, Shaban Chilunda, Hussein Abeli Hussein Kazi, pamoja na Fabrice Ngoma. Na ili uendelee kuwa kwanza kupata video zetu kutoka katika chaneli hii ya Moshiro Online TV, ni kukumbushe kushuka chini ya video hii na kuweza kugusa ile maandishi mekundu ambayo yameweza kuandika subscribe pamoja na alama ya kengele, ili uweze kuwa mwanafamilia ambaye habari zote za kispoti na kiburudani zitakuwa zikikufikia popote pale ulipo. Hii ni Moshiro Online TV.